Taarifa mbalimbali. Kinachonipa faraja ni kwamba kwa maelezo sasa ya wataalam ni kwamba maji yataanza eh, kwenda kwa wananchi. Ukiacha ile tarehe wanayosema, wanasema inawezekana yakaenda mapema zaidi, lakini yatakwenda kwa wananchi, wananchi wataanza kupata huduma ya maji ya ziwa Victoria kuanzia pengine tarehe kumi mwezi wa kumi. Na hiyo inatudhihirishia kwamba tutakuwa tunakunywa maji kabla ya ku takapo anza eh, utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya 25 kwenda 30, tutakuwa na kazi ya usambazaji tu ya maji ambayo yana uhakika, ili yaweze kuenda kuwafikia wananchi wetu kwa kiwango cha juu. Sasa, niwashukuru sana nyinyi wataalamu na wasimamizi kwa namna mlivyoendesha mradi huu kwa kweli na me, fanya kazi kwa mchakamchaka mkubwa mchaka, na nyinyi mnatuahidi kwamba mtakwenda kukamilisha mradi huu ukiwa ndani ya mkataba. Tutakapokuwa tumekamilisha mradi huu, wanasiasa wote na viongozi wote lazima waweze kuwahamasisha wananchi waweze kutumia maji haya. Kwa jambo la ajabu sana, naleta maji haya yatakayokuwa safi na salama, alafu wao unasema mimi, maji ya, ya bomba huwa ladha yake siisikii vizuri kwa hiyo <laughs> nawaomba sana ndugu zangu. Haya ndio yatakayokuwa maji safi na salama. Mtu anasema si, mimi nimeshazoea maji ya kisima. Hakuna mtu anayezoea maji ya shida. Wilaya yetu ya Sikonge kidogo kuna changamoto ya upatikanaji wa maji ya, kwa maana ya kutokamilika kwa mradi tulionao mpaka sasa hivi. Tunao asilimia 41 ya upatikanaji wa maji na kadhalika na Sikonge kuna changamoto Ulambo na Kaliua. Lakini tunaamini baada ya mradi huu kukamilika ambao leo unapokea taarifa ya utekelezaji wa mradi huu ambao kimsingi imeshafikia ufanisi mzuri ambao unategemea ifikapo mwezi wa Oktoba, kazi hii inaenda kuwa imekamilika kutekeleza mradi wa maji ya miji 28 ikiwemo miji ya Sikonge, Urambo na Kaliua mkoani Tabora ambapo chanzo cha maji ni Ziwa Victoria. Mradi huu umeanza kutekelezwa tarehe 11 Aprili 2023. Muda wa utekelezaji ni miezi 30 na unategemewa kukamilika tarehe 10 Oktoba 2025, chini ya mkandarasi Mega Engineering na mhandisi mshauri Wakos Limited kwa gharama za shilingi bilioni 143.26. Hatua ya utekelezaji hadi sasa ni asilimia 71. Mradi huu utakapokamilika unatarajia kuzalisha maji lita milioni 24760 na kuhudumia zaidi ya wakazi laki nne tisini mia tisa ishirini na sita wa wilaya ya Sikonge, Urambo na Kaliua pamoja na Uyui na vijiji 63. Tuliope mbele yako hapa ni wakazi wa kata ya Misheni na kata jirani, kwa ajili ya kuja kufanyia mapokezi haya, lakini kubwa sana wao kuja kututembelea katika huu mradi mkubwa ambao serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania waliona ni vema Misheni na wilaya ya Sikonge tu wanufaika wakubwa wa mradi huu. Kiukweli tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Tunaposema mitano tena kwa Samia tunamaanisha miradi mikubwa ya kimikakati, hakuna mradi ambao umefeli tangu alipoingia madarakani.